Nia yangu kubwa ya kusimama mbele ya bunge letu tukufu, kwanza ni kuhakikisha kwamba naongoza bunge nikishirikiana na nyinyi kwa maana ya kulisimamia bunge ili liweze kuielekeza serikali vizuri kwa maana ya kuishauri, lakini eh, kupitisha bajeti mbalimbali za, za serikali kwa maana kwamba tunavyotambua nchi yetu au dola yetu ina mihimili mitatu bunge, serikali na mahakama. Sasa ili mambo yaweze kwenda vizuri, kazi ya bunge ni kutunga sheria ambazo ni muhimu na nzuri zenye kufuata maadili ya nchi yetu ya Tanzania. Kuna sheria zingine ambazo ni kindhani ambazo wengine wanatulazimisha tukizifuata basi tunapata ile misaada yao. Lakini mimi nikiwa kama spika, kwa kushirikiana na nyinyi wa bunge, tutahakikisha kwamba sheria zote zinazokuja ndani ya bunge hili ni zile sheria ambazo zinaendana na maadili ya Mtanzania bila kujali misaada hiyo wanaoweza kutupatia. Lakini pia nitahakikisha kama spika, kuona kwamba bunge hili mimi nitaligeuza kuwa bunge la maendeleo, kwa maana ya kufanya kazi, na kazi hiyo ninatokana na bajeti zitakazoletwa na serikali, ambayo malengo yake na kama, <coughs> tunavyoelewa, serikali yetu ya nchi yetu ya sasa ina mikakati mikubwa, mda, mda wako unaisha eh? ina mikakati mikubwa ya kuweza kuwaletea maendeleo wananchi. Kwa hiyo nita pamoja na hayo yote nitahakikisha kwamba bunge linaendelea kuwa tulivu, linafuata maadili na kuifanya nchi yetu kuwa nchi ya amani na upendo na mshikamano. Naombeni kura zeni, waheshimiwa wabunge. Asante sana kwa maelezo yako ndugu Krisant Nyakitita Ndege. Waheshimiwa wabunge, kama mmemsikia, mmemsikia lakini mnayo fursa ya kuuliza kama kuna mtu anataka kuuliza. Mheshimiwa Esther. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi niweze kumuuliza swali mgombea. Mheshimiwa mgombea uspika. Moja ya kitu ambacho kinatuongoza shughuli za bunge ambao Mungu akisaidia tukikuchagua utatumia kanuni za bunge. Unaweza ukanitajia kanuni ya kumi na moja kipengele cha kwanza na cha pili kinasemaje? Mimi nadhani kukariri hizo kanuni ni ngumu sana, hata sisi wenyewe ukiambiwa utaje kanuni ya themanini na themanini ni ngumu. Kwa hiyo kuna swali jingine, kuna swali jingine. Ndugu Christian Nyakitita ndege, tunakushukuru sana kwa maelezo yako. Asante sana, asante. Na washukuru wa bunge, eh. Naombeni kura zenu. Asante.